Akihutubu katika eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, kwenye hafla ya kutoa pesa za Uwezo wa Fund shilingi milioni 7.5 na pesa za vijana shilingi milioni 12.6 kwa baadhi ya vikundi vya eneo bunge hilo. Oparanya amesema wakati umewadia wa viongozi wa chama hicho kuwa wakweli wakitaka chama kustawi. Waziri huyo amewataka viongozi wa chama cha ODM akiwa kinara wake Oburu Odinga kuiga mfano wa mwenda zake Raila Odinga ambaye alikuwa na msimamo katika chama hicho, huku akiwarai kutoeneza propaganda chamani. Sisi ni watu wa ODM. Na mimi nimekuwa karibu sana na mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga, na nahusinika sana. Mambo ya pesa imeharibu viongozi. Viongozi anaenda hapa anaongea jambo lingine, akizoka kuzoka hapa kwa sababu amepewa pesa. Kinywa imechanganyika kwa sababu ya pesa, haya mambo ambayo naona saa hii si kuona wakati wa marehemu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga alikuwa mutu wa msimamo. Oparanya na viongozi wengine walitumia fursa hiyo kuitaka jamii ya eneo la magharibi kusalia pamoja, wakifichwa kuwa umoja ndio utawafanya wafaidi zaidi kutoka kwa serikali iliyoko mamlakani. Ilikuwa kimamozi, nikasikitika sana. Oparanya is not your wewe, umekuja juzi wewe, itakuwaje ukuje hapa Kakamega uanze kutukana na Simba na ukakuja tena na ma-t-shirt ukanunua watu wetu ukaleta kwa hiyo meeting. Mimi Simba Arati. Na uongozi chini uwache urongo. Sisi tukiwa tumesimama hapa, tumekuwa kwa chama ya ODM kwa muda mrefu. Sisi tumepigia Raila Amolo Odinga kura kwa muda mrefu. Uwezi kuja mkutano kama huu utangaze nabira we, alafu ruke uende hapo Kakamega utangaze ebarasa yafunzo ya, ya kutofautisha kiongozi na nani kiongozi na nani sasa. Kaongozi kakatafuta kaongozi kenzake kutoka kule Kisii Nikubaliane ni, ni na ndugu zangu wamenena hapa ya kwamba Mheshimiwa Arati gavana wa Kisii, Mheshimiwa Otuoma gavana wa Busia, Mheshimiwa Barasa gavana wa Kakamega, wao wako na chama ya wantam. Gavana unajua, Arati yeye anaenda nyumbani Yule jamaa alikuja hapa na akasema ati umbwa ya rais tunataka tumwambie. Huyo ndugu yetu alisema hivyo si tukiwa mabale tukiwa kuiseali, lakini tungekuwa around, polisi wangekuwa na kazi ngumu, hawezi kuja Wanapigia makofi Oparajawesi mutukilokakwakavalia ma uso. Nikiripotia <todak> Tandao TV kutoka kaunti ya Kakamega, langu jina ni Michael Sifuna.